Huwa mara nyingi tunahimizana tunahimizana suala zima la kuhusiana na kulinda na kuhifadhi amani, amani na utulivu tulionao katika nchi yetu hii ya Tanzania. Tunahimizana sana jambo hili katika mimbari, kadhalika na katika majalisi kama hivi katika vikao kama hivi vya kielimu tunakumbushana na kuwahimiza Waislamu juu ya jambo hili la kulinda na kuchunga amani. Lakini tunapokuwa tunahimizana jambo hili, utakuta baadhi ya watu wanasema kwamba hawa mashekhe kila siku wao wanalingania amani, kila siku wanalingania amani tu, amani, amani, amani kwenye mimbali, yaani mimbali zimekuwa ni za kunaji amani lakini hatusikii mimbari zikinadi haki, kudai haki. Hatusikii hawa hawa, naku, naku nadi kudai haki. Hatusikii mashehe hao wao wakisimama na kunadi kudai haki na kuambia viongozi waache dhulma, hatuwasikii. Tunasema ya kwamba, kwanza, waislamu wayepaswa mfahamu tunapowalingania watu juu ya suala zima la kulinda na kuchunga amani, si jambo la kisiasa. Hiyo nukta ya kwanza, tufahamiane. Tunapofanya hivi, si kwamba tunafanya mambo ya kisiasa, yani siasa mlizozoea ya nyinyi. Lakini sikatai siasa alal itlaq, kwa sababu ipo siasa ya kisheria, siasa ya dini. Tukija katika siasa ya dini, naam tunapowalingania watu kutunza amani na utulivu, hii ni katika siasa ya dini. Tunafanya hivi dini na kwa lengo la dini, na haya ni mafundisho ya kitabu cha Allah, na sunna za mtume wake Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Uislamu umehimiza kulinda amani na utulivu katika ardhi na unakataza watu kufanya sa'i kwenda mbio kufanya mipango na mikakati ya kuvunja amani katika sehemu. Uislamu umeharamisha jambo hilo, kwa haya ni maamrisho na mafundisho ya Uislamu na sio masala ya kisiasa. Na sisi hatusimami na kuwalingania Waislamu juu ya kulinda amani na utulivu tulionao katika nchi yetu hii ya Tanzania kwa kukurupuka, kwamba tunakurupuka na kusema yale tunayotaka kusema, la, tunasema kwa mipaka na misingi ya kisheria. Tunasema kwa kufuata mafundisho ya Mtume Muhammad sallallahu alayhi wasallam. Mtume alayhi salam, yeye ndiye ametoa amri ya kuwasikiliza na kuwatii watawala alaikum bis-sam'i wat-ta'a, haya ni maneno ya mtume alaihi ssalam. Anasema ni juu yenu kulazimiana na usikivu na utiifu kwa viongozi wenu. Tena akasema kusisitiza jambo hili la kuwatii na kuheshimu watawala, hata kama watakuwa ni waovu, hata kama viongozi watakuwa ni waovu wajibu wetu ni kuwatii na kuwasikiza lakini sisi hatusemi kwamba watawala wetu ni waovu kwa sababu si katika manhaji yetu sisi hiyo mtume alayhi ssalam akasema wa in daraba dhahraka wa akhadha malaka hata kama kiongozi wako atakupiga na akachukua mali yako fasma ni juu yako kusikiza, kuwa msikivu wati na uwe mtiifu. Hii ni amri. Amri imetoka kwa nani? Kwa mtume sallallahu alayhi wasallam. Kwa jambo hili tunayolilingania, tunaposimama katika mimbari, sisi Ahlusunnati wal Jamaa As-Salafiyun, na kuwalingania Waislamu ya kwamba muwe watiifu kwa viongozi wenu na muwe wasikivu na msitoke chini ya taa yao, msiwaasi, msiwatukane viongozi, msiwaseme vibaya viongozi. Haya mafundisho ni amri kutoka kwa Mtume Muhammadi sallallahu alayhi wasallam. Wa sasa viongozi si Waislamu, wengine anasema si Waislamu, au hata kama ni Waislamu lakini hawahukumu kwa sheria za Kiislamu, naam alaika bisami wa taa. Hata kama hawahukumu kwa hukumu za Kiislamu, lakini ni lazima kila mmoja au ni mwenye kuwatii na kuwasikiza viongozi, madamu unaishi katika nchi hiyo, wewe ni raia wa nchi hiyo, uwe ni muislamu, usiwe ni muislamu, madamu ni raia wa nchi hiyo, au ni mgeni umeingia katika nchi hiyo, umepata hifadha wajibu wako kumheshimu na kumtii kiongozi wa nchi hiyo, kainan mankana, kwa vyovyote atakavyokuwa, wajibu wako ni kumtii na kumsikiza. Hii ni amri ya Uislamu na siyo jambo tu kwamba tunakurupuka. Hapana bwana, kwa lazima waislamu waelewe hivyo. Lakini pia si katika manhaji yetu, si katika mafundisho ya Uislamu kusimama katika mimbari au katika majalisi kama hizi kuzitumia mimbari hizi na majukwaa kuwasema vibaya watawala au kuwakosoa viongozi, si katika mafundisho ya Uislamu. Kwamba mbona hatuwasikii mkiwakemea viongozi, wanafanya dhulma, kwa nini hatuwasikii mkiwakemea? Hii si mafundisho ya Uislamu. Mbona hatuwasikii mkidai haki ni haki gani unaitaka kwa viongozi ambao huipati? Na je, Uislamu umeweka njia za kuitafuta haki au haujaweka? Umeweka ni njia gani za kuitafuta haki? Ndio kuwasema vibaya watawala katika majukwaa, katika majumba ya ibada? Ndiyo suluhisho ni kuandamana kutoka mabarabarani na kufanya fujo kwa kuimba kwa nyimbo mbalimbali za kuwasema vibaya na kuwananga watawala. Haya ndio mafundisho ya Uislamu? Kalla, Uislamu haujafundisha hivyo, una mipaka yake na njia zake. Kwa hivyo, ndugu zangu katika imani, mnaposikia mashekhe na maduati na walimu wenu watu wa haki Ahlus Sunna Waljamaa wanapokuwa wanawalingania juu ya amani juu ya ulazima wa kulinda na kuchunga amani na utulivu, jambo hili ni amri ya Allah tabaraka wa taala na mtume wake Muhammad sallallahu alaihi wasallam, ni mafundisho ya Uislamu, ndio mafundisho ya Uislamu, kwa sababu bila ya amani hakuna linaloweza kufanyika. Hebu niambieni hapa mmejaa msikitini hapa. Isingekuwa ni hii amani aliyoturuzuku Allah, mngekuja msikitini? mngetulizana hapa? mnapata kiyoyozi hivi? Hii ni kwa sababu ya amani tulionayo, hii neema ya Allah aliyotuneemesha ya amani hii tulionayo, waislamu na watanzania kwa ujumla katika nchi hii ya Tanzania ndio maana watu wanaingia katika majumba ya ibada wanafanya ibada zao, tunamwabudu Allah tabaraka wa taala kwa utulivu, chini ya kivuli cha amani. Upo dukani kwako unafanya biashara, upo sehemu yako ya biashara, upo sehemu yako ya kazi, uko katika kipando chako, uko katika safari yako na sehemu nyinginezo, unafanya shughuli zako, unafanya mambo yako yanakwenda. Ni kwa nini? ni kwa sababu ya amani na utulivu ulionao. Ingekuwa uko katika hali ya taharuki, usingeweza kuyafanya hayo, tusingeweza kumwabudu Allah tabaraka wa taala ipasavyo. Hata nyumbani kwako hautaweza kusimamisha sala ikiwa unasikia nje kinanuka bili asafi shadidi. Kwa masikitiko makubwa, utasikia baadhi ya watu kwamba kwa hali hii lazima watu watakinukisha kwa sababu viongozi ni madhalim. Wamekudhulumu nini? Mbona wafaa waongea maneno ya jumla jamala, lazima tudai haki. Waidai vipi haki shekhe? Ndio waidai haki mitandaoni, kuwatukana watawala? Hapana, haki haidaiwi hivyo, hii si sawa, kwayo si katika njia ya sawa na si katika mafundisho ya Uislamu Kuwananga na kuwasema vibaya watawala viongozi wa nchi katika mimbari, sawa sawa watakuwa ni waadilifu au ni waovu, si katika mafundisho ya Uislamu, bali mafundisho ya Uislamu yanawataka Waislamu raia wa nchi wawe ni wenye kuwaombea dua viongozi wao, wakiwa ni wema, wakiwa ni waovu, wawe ni wenye kuwaombea dua ya salah Allah awaongoze haya ndio mafundisho ya Mtume Muhammadi sallallahu alaihi wa sallam, kuombea dua watawala. Lakini leo hii ukisikika unamwombea dua mtawala kiongozi wa nchi kwamba ta Allah tabaraka wa taala amhifadhi rais wetu wa Jamhuri ya Muungano wa Tanzania, Mheshimiwa Raisi Samia, mtu akikusikia unasema unaomba dua kama hii kwamba Allah amwongoze na amhifadhi na amjalie kuwa ni rais mwema na rais mwadilifu, atuongoze katika yale ambayo ni yenye maslahi na taifa letu na maisha yetu kwa ujumla. Mtu akikusikia unaomba dua hii na mfano wake, anakwambia huyu ni chawa, huyu kibaraka, ashakula bahasha na mfano wake. anataka ufanye nini? Anachokitaka, anataka uwaseme vibaya, ukisimama kwenye mimbari au ukikaa sehemu hii umtaje vibaya mheshimiwa rais, ukimtaja mlani, ndio anataka hivyo. Haya si mafundisho ya Uislamu. Anasema Al-Imam Al-Barbahari rahimah llahu taala, idha raaita ar-rajula yadu ala as-sultan, pindi utakapomwona mtu anamwombea dua mbaya mtawala, fa'lam annahu sahibu hawa, fahamu ya kwamba huyo ni mtu wa matamanio, ni mtu aliyepinda, huyo ni mzushi. Ukimwona mtu yoyote anawaombea dua mbaya watawala katika mimbari, katika vikao vyake, katika mazungumzo yake, vijiweni, ikawa anamwombea dua mbaya mtawala, fahamu ya kwamba mtu huyo ni mwovu, ni mtu wa batili wa idha sami'ta rajula na utakapomsikia mtu yad'u lissultani bissalahi, akimwombea dua mtawala dua njema dua ya uongofu, ewe Allah na kuomba umuongoze rais wetu, umfanye kuwa ni mwema, umfanye kuwa ni mwadilifu, atuongoze katika mate, katika mambo mema, mambo mazuri, mambo yenye maslahi na faida na sisi. Ukimsikia mtu anaomba dua kama hii na mfano wake faalam anahu sahibu sunnah, fahamu ya kwamba mtu huyo ni mtu wa sunna. Huyo ndiye aliyeshikamana na mafundisho sahihi ya Uislamu. Haya ndio maneno ya sawa. Sasa wewe hiyo mihemko yako na hizo jazba umezitoa wapi, kama si uko mitandaoni? Watu wameathiriwa sana na fikra za kiharakati fikra za fik fikra za kikhawariji, fikra za kigaidi zimewaathiri sana baadhi ya watu, ikafikia hatua walikofikia waliko maana afikia hatua wakiwaona baadhi ya mashekhe wanaowasema vizuri na kuwaombea dua watawala na kuwalingania watu ni wenye kuwa mstari wa mbele kulinda na kuchunga amani na kupiga vita kila aina ya uchochezi inayofanyika ya kuvunja amani, wanasema watu hao ni watu ambao ni vibaraka na mfano wake, mashehe ambao ni wenye kutumika na serikali. Hapana, huwa msimamo wako ulio nao ni msimamo hatari, na hizo fikra ulizo nazo ni fikra potofu. Ni fikra potofu, fikra za kigaidi fikra za kikhawarij, ni fikra za kiharakati. Haki haidaiwi kwa maandamano, haki haidaiwi kwa kuwatukana watawala, haki ina njia zake. Na biidhini llahi tabaraka wa taala, e, siku za usoni e, tutakuja kuweka muhadhara rasmi insha Allah taala. Nadhani baada ya wiki ijayo au wiki ijayo, insha allah tutakuja kuweka muhadhara katika kuelezea masala haya biidhnillah, kuelezea faida ya amani, kadhalika na madhara na fitna na mafsada ya maandamano, jambo ambalo limewaathiri wengi katika vijana, hasa huko mitandaoni. Watu wameathirika hili, biidhnillah tutakuja kulielezea insha Allahu taala itakapofika muda wake. Nimependa kuelezea hili ili kuwazindua, kwa sababu baadhi ya watu wanaposikia haya maneno tunapokuwa tunayakarili kwamba jamani, tutunze amani, huyo shekhi naye kila siku amani, kila siku amani. Yakhe, isingekuwa ni kivuli cha amani aliyoturuzuku aliyo Allah tabaraka wa taala, hapo ulipo usingekuwepo. Usingekuwepo, ungekuwa katika hali nyingine. Hebu tazameni Kongo, majirani zetu, Kongo, namna wanavyoishi katika hali ya taharuki. Hawana maisha, hakuna maisha bila amani na utulivu. Ndugu zangu, kwa tunapolingania amani, hebu tuelewane na tufahamu umuhimu wa jambo hili na tushirikiane kuilinda amani, kila mmoja kwa nafasi yake na kwa nguvu yake. Huna uwezo wa kuongea au huna pa kuongelea, basi jitahidi kulinda kwa njia yoyote unaoiweza kwa kushirikiana na vyombo vya dola kuhakikisha. Tunamwomba Allah, tabaraka wa taala, atulindie na atuhifadhie amani na utulivu tulionao. barakallahu fikum wa jazakumullahu khairan.